Uh, hello wadau wetu wa Kingo Farm tunawakaribisha sana. Uh, sasa kuna siku tulielekeza jinsi ambavyo tulifanikiwa kwa kufuga broiler wetu ndani ya muda wa siku 23 na tukapata uzito wa kilo 1.5 mpaka kilo 1.7 na kuna wadau wengi ambao tayari wameshaanza kuifanyia kazi uh, ile ambayo tulikuwa tumewaambia, ile njia tuliyoitumia, na watu wanapata matokeo mazuri tu. Sasa leo hii nitakuelekeza jinsi ambavyo tulifanikiwa kwa kuku wetu wa mayai hii tukawafuga mpaka wakaanza kutaga asilimia tisini na kuendelea, lakini mwanzo walikuwa wakitaga kuanzia asilimia sitini mpaka asilimia sabini na tano themanini, lakini tulijaribu kuboresha uh, mazingira ya kuwafuga au kuboresha vitu mbalimbali vya kuwapa mpaka tukafanikiwa wakataga kwa asilimia tisini mpaka tisini na tano. Nadhani hata mwaka jana tuliwaonesha wale kuku tuliwaga, tuna layers tukawaonesha na utagaji wao. Uh, sasa tulitumia mbinu ile ile kwa kuku chotara wamayai, nao walitaga kwa chotara wa mayai tulifanikiwa. Wale layers, sasa nisikilize, mpaka kwa chotara tulifanikiwa 80 mpaka 87, nadhani. Ah, kitu cha kwanza ni kwenye chakula. Tulitengeneza chakula mwanzo kabisa tulitengeneza chakula kwa kutumia vitu mbalimbali. Mbali. Tulitumia mashudu, ah, soya, tukatumia layer premix, pumba, mahindi ya kupalaza, tukatumia na dagaa pamoja na unga wa mkaa. Ah, tuliongeza na, na unga wa maganda ya ndizi na unga wa mlonge kwenye formula ambayo tulikuwa tumeitengeneza. Ilifanya vizuri tu kwa chotara, ikafanya vizuri kwa layers na utagaji wao pia ulikuwa tu ni mzuri, lakini baadaye tukaja tukaongeza na hizi booster za asili. Ratiba ambayo tuliitumia kuwapa booster za asili, kuna watu wanawapa tu booster za asili hawatumii ratiba maalum, au hawatumii ratiba, wenyewe wanachukua tu booster ya asili wanampa. Ah, sasa sisi tuliiseti ratiba yetu ambayo tulikuwa tunaitumia kuwapa booster za asili, na tukaona utagaji umekuwa mzuri, yani tukaona kabisa mabadiliko ni makubwa, kutoka kwenye zile asilimia ambazo walikuwa nazo 60 70 zikapanda kwa chotara zikafika themani na tano mpaka themani na saba na kwa lezi zikafika mpaka tisini. Ratiba ambayo tuliitumia tulikuwa tunaanza na zile siku tatu za mwanzo zile siku tatu za mwanzo tulikuwa tukiwapa mchanganyo wa kitunguu saumu, tangawizi, pilipili. Baada ya zile siku tatu kuwapa mchanganyo huo, siku tatu zilizokuwa zinafuata, tulikuwa tunaweka majani ya mwembe. Tulikuwa tunatumia majani ya mwembe, kitunguu saumu na tangawizi. Tunawapa siku tatu. Halafu zile siku tatu za mbele tena tunawasagia lile toto la ndizi. Toto la ndizi lile dude ambalo ule moyo wao tunauita moyo ule wa kwenye ndizi, lile dude ambalo linapatikana kwenye mgomba. Tukawa tunaweka toto la ndizi, kitunguu saumu na tangawizi kwa siku tatu. Halafu siku mbili za katikati tunawawekea um... Baking powder. Tulikuwa tunaweka baking powder kwa ajili ya kuwakinga na mafua, lakini vile vile kwa boost. Hiyo tulikuwa tunawapa siku mbili tu. Na kipimo chake huwa tunaweka kipimo kidogo sana. Tunaweka kijiko kimoja cha chakula kwenye maji lita kumi kwa kuku ambao tunawa boost kwa mayai. Lakini kwa nyama huwa hatuweki hivyo, huwa tunaongeza kipimo. Ila kwa kuku wa mayai huwa tunaweka kidogo kwa sababu ukizidisha ile ina boost lakini vile vile inawafanya waongezeke uzito, wapate uzito mkubwa sana. Na wakipata uzito mkubwa sana hawatataga vizuri kwa hiyo huwa tunaweka kiwango kidogo waongezewe madini uh, wakingwa na mafua lakini vilevile tunahakikisha hawanenepi sana, ndio maana tunaweka kiwango kidogo sana. kijiko kimoja tu tunaweka kwenye maji lita kumi. Sasa uh, hizo ni booster ambazo tulikuwa tunazitumia kwa hawa kuku wa mayai. Tukaweka ratiba nzuri kabisa. Siku nyingine tukiwa tukipata binzari, ile binzari tulikuwa tunaitumia ni ile binzari mbichi tulikuawa tunachukua binzari mbichi tunaiongezea kitunguu saumu na tangawizi pia tunawapa siku tatu. Na ratiba nyingine, ratiba nyingine tulikuwa tunaweka majani ya maboga. Majani ya maboga tukikosa, majani ya maboga tulikuwa tunatumia ile mboga ya sukuma wiki. Kwenye majani ya maboga tulikuwa tunaiongezea tangawizi na kitunguu saumu, kwenye sukuma wiki nayo tulikuwa tunaiongezea tangawizi na kitunguu saumu. Wakati mwingine tukipata majani ya mchicha au majani ya mboga chinese ile, tulikuwa tuyasagi weka kwenye maji, tulikuwa tunayaninginiza tu juu, kuku wanadonoa a chakula. Chakula yale mashudu. Ukikosa mashudu kwa kuku anayetaga hata kwa kuku anayekuwa, usitengeneze chakula, kama utakuwa umekosa mashudu, kwa sababu mashudu pia yana umuhimu mkubwa sana kwenye kutaga. Hatungeweza tena kuendelea kutengeneza ile fomula, kwa sababu tulikuwa tunayekosa mashudu, tukanunua chakula cha dukani. Sasa hapo kwenye kununua chakula cha dukani uh, unaweza ukanunua chakula cha dukani ukawapa kuku wako wakawa wanataga vizuri kabisa tena kwa asilimia kubwa tu, lakini kuna chakula kingine ukinunua hawatagi kwa asilimia kubwa, kingine ukinunua mayai yanapasukia tumboni, wakati mwingine wanataga mayai ambayo ni tepe tepe sana. Yani yanakuwa gamba la, la nje lile linakuwa sio gumu linakuwa laini, kwa hiyo hapa sasa inatakiwa ujue kampuni bora kampuni ambayo inatengeneza chakula kizuri ambacho hakita kuletea shida yoyote ile. Hapa ni pakua makini sana. Nadhani kuna watu wako wananunua chakula sehemu tofauti tofauti, kama unanunua sehemu nzuri basi endelea kukitumia hicho chakula ujue kipo vizuri, lakini kama unakutana na changamoto unanunua chakula uh, unawapa hawatagi vizuri, au wanataga mayai laini au yana changamoto yoyote ile, jaribu kubadili kampuni, tafuta kampuni ambayo inatoa chakula kizuri. Kwa hiyo sisi uh, tulifanya tafiti tukapata kampuni ambayo ilikuwa inatoa chakula kizuri. Kuku ambao tulikuwa tunawapa kile chakula walikuwa wanataga mayai mengi mazuri, kama ambavyo tulikuwa tukitengeneza mwanzo kwenye formula yetu. Kwa hiyo ni kampuni ambayo tuliliamini na huwa tunafanya nalo kazi muda muda wote kwa sababu tunaliamini linafanya vizuri na tukiwapa kuku tunapata matokeo mazuri kabisa. Sasa ukitaka kuniuliza kuhusu hilo kampuni pia siwezi kulitaja hapa kwa sababu nitakuwa kama vile na brand biashara fulani au naishusha biashara ya watu fulani. Na kushauri ujiunge na kundi letu la mafunzo ili niweze kukutajia, nitakutajia mtu ukiwa umejiunga kwenye kundi, siweze kutaja sehemu kama hii kwa sababu za kibiashara. Kujiunga na kundi letu ada yake ni 8000 tu. Utapata ushauri, utapata elimu, utapata madarasa mazuri, utaweza kuuliza maswali na kujibiwa, ukiwa umejiunga na hili kundi letu. Hili kundi huwa linakaa kwa muda wa miezi miwili, unalipia ada ya shilingi elfu nane unapata elimu, unauliza maswali, unajibiwa na ushauri pia. Tutakupa ushauri kama utahitaji, tutakuelekeza sehemu ya kupata vifaranga wazuri, namna ya kuwafuga, na tutakuelekeza sehemu pia kupata chakula kizuri. Ada yake ni elfu nane tu kwa muda wa miezi miwili. Pia tuna vitabu vitano vyenye miongozo ya ufugaji. Hiki kitabu tumeki kuiboresha kitabu cha safari ya ufugaji. Kuna watu waliwahi kununua kwetu kitabu cha safari ya ufugaji kiliwasaidia sana, lakini sasa hivi nawakumbusha, tumetoa kitabu cha safari ya ufugaji toleo la pili. Tumekiboresha kile cha kwanza, tumeenda tunaweka yale maeneo ambayo yalikuwa yanawasumbua watumiaji wa kitabu cha safari ya ufugaji toleo la kwanza. Tumekiboresha, kimekuja kitabu kizuri zaidi na kinafanya vizuri sana, sana, sana kwa wafugaji, tumeboresha. Kwa hiyo kuna kitabu cha safari ya ufugaji toleo la pili. Kama unao toleo la kwanza, tunakushauri ununue na hilo toleo la pili ili, ili uweze kuboresha vitu mbalimbali mbali. Pia tuna kitabu cha tiba za asili za kuku safari ya ufugaji, ufugaji bora wa kuku wa kienyeji, ufugaji wa broiler, mwongozo maalumu wa ufugaji kwa kutumia tiba za asili. Kwa hivyo ni vitabu vitano tofauti tofauti inategemea unafuga kuku aina gani au una changamoto gani ukitueleza, tutakushauri ununue kitabu gani ili uweze kufanya vizuri zaidi kwenye ufugaji wako. Kila kitabu gharama yake ni shilingi elfu kumi tu. Ukidepia tunakutumia soft copy ya kitabu kwa njia ya WhatsApp. Kama unahitaji huduma zetu, basi chukua namba hapo kwenye video na utupigie au ututumie ujumbe.